ameanukuu maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, mtume alayhi salatu wassalam, inatosheleza kabisa mtu kuwa muongo, kafa bil mar'i kadhban, anatosha mtu kuwa mwongo. an yuhaditha bi kulli ma sami'a, kwa kuelezea kila anachokisikia, au kwa kuhadithia kila anachokisikia. Kila kisikia jambo, alieneza kwa watu, kila kisikia jambo ana anatamani kulihadithia na kulieleza. Hii sifa inampelekea mtu akawa ni mwongo katika misingi ya kisheria. wa hadha alhadithu jaa liyuallimana umuran, na hii hadith imekuja kutufundisha mambo mengi sana mazuri na tabia njema katika Uislamu. wa hadha alhadithu min jawamii kalimi nabii sallallahu alayhi wasallam, na vile vile hii hadith ni katika jawami il kalmi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza ambalo Mtume anatueleza katika hii hadithi atahaququ wa tathabutu fil akhbari qabla naqliha, jambo kubwa kabisa, jambo la kuhakikisha na kuthibitisha habari yoyote unayoipata kabla ya kuieneza sehemu yoyote. Limekufikia jambo lolote imekufikia habari yoyote, limekufikia tukio lolote, hautakiwi kulieneza, hautakiwi kulisambaza, hautakiwi kulihadithia au kulielezea mpaka upate uhakika wake. Ndio maana kuna baadhi ya waandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna hadithi waliziacha kuziandika katika vitabu vyao kwa kuhofia kwamba hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa zile hadithi ni sahihi, lakini kwa zile kawaidi ambazo wameziweka wao na misingi ya kunakili hadithi kutoka kwa wapokezi <coughs> wakaingiwa na hofu, huenda wakaingia katika hii hadithi na wakahesabika waka ni katika watu waongo. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kubwa sana, mtu asinukuu au kusambaza hadithi au mazungumzo au tukio mpaka apate uhakika wa hilo jambo. Na wakati ambao tunaishi ni wakati wa mitandao ya kijamii, social media. Imekuwa na, na tumekuwa na mtihani mkubwa sana leo katika social media. Watu wengi tumekuwa tukitengeneza content, tumekuwa tukisambaza habari, tumekuwa tukieneza maneno pasina hata kuwa na uhakika nayo pasina kujua asili yake pasina kujua chimbuko lake pasina kujua usahihi wake, tunaeneza eneza tu maneno. Hii si katika tabia za Uislamu, bali hatari zaidi ikiwa mtu anaeneza masuala ya dini. Subhanallah, hii ni hatari kubwa sana, kueneza swala la dini pasina kuwa na uthibitisho pasina kuwa na uhakika na hilo jambo na Allah amelikataza hili jambo katika Qur'an, akasema katika mambo ambayo ameyakataza: wa antaquluu ala llahi ma la taalamun, na watu wasizungumze maneno yoyote kuhusiana na dini ya Allah pasina kujua. Na hili jambo uo nalijua lazima uwe na uhakika nalo, uwe na uthibitisho nalo, ndio ulizungumze au kulisambaza kwa watu. Na vilevile vile, Jambo la pili ambalo limekuja kuelezewa na hii hadithi al-ibtiadu anishaiat ni mtu kujiepusha na vitu vilivyoenea enea kwa watu, yaani si lazima kila jambo linapozungumziwa na we uongee na we uonekane walifahamu na we uonekane washea na we uonekane umesambaza umechangia. Hapana, mambo mengine yache yapite, si lazima na wewe uzungumze, si lazima na wewe usambaze Ukikaa kimya ukajizuia, utapata salama. ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna maneno yote ambayo yazungumza mwanadamu isipokuwa kuna malaika wawili wana muhifadhia matendo yake. Sasa jiangalie katika yale ambayo unayasambaza, una na unayoyafikisha kwa watu, unayoshea katika mitandao ya kijamii, je, siku ya Kiyama Allah akiwaleta hawa mashahidi na haya uliyoyasambaza na kuyazungumza na kuyaeneza, utakuwa tayari kuyatoa majibu? Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bikuli ma samia. Barakallahu fikum. Zahmidi TV.